Ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali inazidi kubaini kuwa fedha zilizowasilishwa kwa serikali za kaunti zimetumika kwa njia isiyoeleweka na bila stakabadhi zifaazo kama inavyotarajiwa na sheria ya matumizi ya fedha za umma. Kwa mfano, kuna maswali kadhaa ambayo gavana wa kaunti ya Bomet Isaac Rutto anatakiwa kujibu kuhusiana na matumizi ya fedha za ugatuzi. Ruto ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la magavana, anadaiwa na ripoti ya mkaguzi mkuu wa matumizi ya serikali kuwa shilingi milioni 23 zilitumika kwa njia isiyoeleweka na bila stakabadhi zinazofaa. Aidha, ardhi ya zaidi ya shilingi milioni 65 ambayo awali ilimilikiwa na manispaa za Bomet ambazo sasa ziko chini ya himaya ya Ruto haimo kwenye orodha ya vitu vinavyomilikiwa na kaunti ya Bomet. Mkaguzi pia anasema kwenye ripoti yake kuwa vifaa vya zaidi ya shilingi milioni 1 nane vilinunuliwa bila kufuata utaratibu unaofaa, na hivyo basi kuna upungufu wa uwajibikaji katika kaunti ya Bomet. And if you ask for money and you've got budgets for it, you have got to execute the budgets. Mkaguzi wa bajeti Bi Agnes Odhiambo pia amezua msururu wa maswali kuhusu matumizi ya fedha katika kaunti ya Bomet. Odhiambo katika ripoti yake anasema Ruto na serikali ya kaunti walichukua mkopo wa shilingi milioni 36, na kutumia fedha hizo kwa njia isiyoeleweka. Aidha, Odhiambo anasema mkopo huo haukufaa kuchukuliwa. so For a facility of up to 5% provided you repay it within that financial year. And it was approved by our assembly. Ripoti hiyo ya mkaguzi wa bajeti inaonyesha kuwa kiasi kikubwa cha fedha zilizotengewa kaunti ya Bomet kilitumika kununua magari miongoni mwa matumizi mengine. Takriban kaunti 25 zimepokea ripoti zao kutoka kwa mkaguzi wa matumizi ya fedha za serikali na maswali mengi yameibuka kuhusu matumizi hayo. Francis Gashuri, Citizen Nipashe.